sha vizuri eh, niko vizuri. Vipi uh, matokeo yamekufanya uwe mgumu kiasi hicho? Hamna football eh. Isha, tu mpira siushaisha, mpira ukiisha unakubali tu kwamba mmetoa sare eh. Tumegawana nao alama fresh. Unadhani mechi ya leo wewe, mimi nakupendaga na unaongea football. Leo shida ni nini? Kiwanja sio kizuri, kiwanja cha Sokoine Mbeya, kama kuna mamlaka za soka zimeruhusu uwanja huu uchezo wa Premier League. Kwanza ni kujivunjia heshima kama taifa, lakini jambo la pili ni kuonyesha dunia namna gani tuna viwanja vibovu hmm. Kiwanja cha Sokoine kimeharibika haraka sana, haikikuwa hivi. Ni kiwanja ambacho unategemea Green City, mji mkubwa kama huu wa Mbeya, ambao una kila sababu ya uwanja huu kuwa mzuri, lakini kama meneja wa uwanja uwanja huu na amesimamia uwanja ukawa hivyo, sidhani kama tutapata ladha halisi ya football wa wachezaji wengi, unaona eh mm. Eh, kiwanja kimechangia sana si kupata sare, lakini kwenye swala la matokeo ni ligi, ligi ni marathoni mm. Kwa hiyo inawezekana leo tumecheza vibaya, siku nyingine tutacheza vizuri, tutapata matokeo. Uh, mimi nilikuwa upande ule wa, wa benchi la ufundi na jukwaa kuu baada ya mechi, mashabiki wa Young Africans kwa karibiaju wote waliwazunguka viongozi wa Young Africans wakiimba, tumtaki kocha, tumtaki kocha. Wewe ni miongoni mwa wa, wa, wa watu ambao wanaushawishi sana ndani ya Young Africans, msimamo wako wewe ni upi, kati ya kocha na watu ambao wanaimba hawamtaki kocha? Sijajua, unajua mpira, mchezo wa wazi uh, na kila mtu ana haki ya kutoa maoni yake. Kwa hiyo ambao wameona mwalimu hawamuhitaji, kuna sababu zao za msingi ambazo wao wameona lakini kwangu mimi naamini timu inapitia mengi tu, kuna vingi ambavyo ukiviona unaona kabisa viko sawasawa. Uh, nakaa karibu na wachezaji kidogo, baadhi wanazungumza namna ambavyo hata kiwanja cha mazoezi uh, kilivyo kigumu sasa hivi kufanya mazoezi. Natamani kuomba wanaanga wenzangu kuwalinda wachezaji wetu, inawezekana kuna maadui wa nje na maadui wa ndani. Kwa hiyo tulifikirie mara mbili mbili, kama inawezekana, tutazungumza na baadhi ya wazee wa klabu, tuone namna gani ya kuinusuru timu katika kuilinda. Mara nyingi naona wachezaji pia hawafiki kile kiwango ambacho tunakiona, kwa hiyo natamani kuona wachezaji waki, wakitoa kile ambacho anacho tangu last season. Kwa hiyo kuna namna ya kuzungumza na viongozi lakini siamini katika hayo ambayo mingine wengine wanaamini ila wengine kama wanaamini wala sipingani nao. Gody, Gody umezungumza kwa mafumbo sana ee, ukisema viwanja e, vya mazoezi watu wako vizuri, wachezaji wanashindwa kufikia kiwango vya, kufi vyao, kuna maadui unataka kusema nini? hapa kwangu mimi naona kuna maadui wa nje na wa ndani wanayanga, tunapaswa kuwa wamoja kuipambania timu yetu kuilinda. Nikizungumza hivyo, wenyewe wanayanga ni watu wazima, wanaelewa timu inalindwaje? Sio kutembea na watu hapa barabara, timu inapaswa kulindwa. Kuna maadui wa nje ndani. Na maadui wa ndani hmm, na kwa tulivyofikia maadui wenye nguvu kwa sasa hivi ni wa ndani kuliko wa nje. Naamini kuna namna ambavyo wana yanga wanapaswa kuipambania timu kutokea ndani. Ndani kuna shida, kuna maadui ndani, kuna maadui ndani ya Yanga. Ikiwezekana e, tutazungumza vizuri na wazee wa klabu. Waliopo na timu Avic mm, lifanyike jambo. Sisi ndo tunafanya sherehe hapa leo. Li. Ah, ruksa kwao, sare imewasaidia, lakini ligi ni marathon. Sisi tushawahi kutoa sare mara nyingi zaidi na bado tukawa mabingwa mm. Eh, hata msimu uliomalizika tulitoa sare zaidi ya tatu nadhani mm, lakini bado tukawa machampioni. Hatujui mwelekeo wa ligi, lakini naamini utakuwa msimu bora sana kwenye ligi yetu ya nyumbani. Wapinzani wenu wanafurahi sana huko Instagram. Mm watani zenu Simba eh, sherehe hizo Gody Yanga, eh, hawa ni mashabiki wa Mbeya City wakiwa wanaingia na wa, muziki hapa, wakiwa wanafanya sherehe kushangilia baada ya sare ya leo eh, bwana, umeona Mbeya City. Gody Yanga, Gody Yanga wanakukera eh? Mm, mcheza kwa utunzo. Bado hujajibu ile mashabiki zenu wapinzani wenu watani zenu Simba wanawashikia vibango sana huko Instagram. Acha endelee kushika hamna shida. Eh na wao wanacheza ligi ni marathon. Hmm. Inawezekana wakaona leo tumepoteza point mbili yuko ambaye atatogea alama tatu. Eh? Eh anayecheka leo anaweza katogea alama tatu yeye. Hao Mbeya City atakuja Benjamin Mkapa. No. Na naomba dua tu wafike salama Dar es Salaam. Eh ili tuwaonyeshe namna ambavyo tumekasirika kutoka kwa ile chale. Kweli safari ya kurudi itakuwa ngumu eh? Ize ize, bado ligi ndio kwanza mchezo wa pili. Ize eh, tutatungamana ni kiasi cha kutafakari. Tutatungamana tuone namna gani tunaweza tukabadilika tofauti na leo.